Pia atakwenda kwa Kamanda na, na shirafu JR. Msimu uliopita tuliaminishwa na ilikuwa hivyo kwamba Simba wapo kwenye ujenzi wa timu. Dimitri Pantev, kama dili lake litakamilika ndani ya viunga vya Simba, yeye huyu atakuja katika swala la ujenzi wa timu, ndio itakuwa jukumu lake la kwanza, na tunapozungumzia ujenzi wa, wa timu tunamaanisha nini? Ama anapaswa kuishi katika malengo ya ambayo Simba ambayo yamejiwekea. Tunafahamu Simba msimu unapoanza ni kutoa mataji andani ya ndani na malengo ambayo pia amejiwekea katika anga za kimataifa, nusu fainali, na hiyo hawajawahi kuifuta. Binafsi mimi siamini kama Tanzania kuna ujenzi wa timu wa muda mrefu, yani kwa maana project za yeah. muda mrefu, siamini hizi, so, timu nasajili wachezaji kumi na nne alafu mwishoni mwa msimu wachezaji nane wanaachwa, wanaletwa wengine kumi na uh, mbili. Huwezi mm, kuwa na long term project and then ukawa uh, unafanya hivyo. Kwa kauli hiyo, ulikuwa hauna imani na ile kauli Kaulis ya Simba kwa kwa na, na na ni kuoneshe kwamba haikuwa sahihi no. Magori amewahi kupigiwa simu hapa akasema tunajenga timu akasema tumepata wachezaji wazuri kwenye dirisha lililopita. Dirisha kubwa lijalo tutaongeza wachezaji wawili au watatu, yeah. Afu dirisha kubwa ni nini ambacho kilitokea, wameingia wachezaji wangapi? Karibu tisa. Mm. Yaani anataka kuonyesha mfano mdogo kwamba project za muda mrefu kwenye timu zetu ni changamoto. Mimi, yeah, naamini zaidi kwenye big results now yeah. Ndivyo tulivyo Tanzania. Kwanza makocha wenyewe wa hawana huo uhuru asilimia mia moja wa kufanya decision. Asilimia mia moja no. Hii mtu anaweza nje akawa anasikia na question, lakini uhalisia wa mule ndani kwenye hizi timu ni vitu tofauti. Yeah. Kwa hiyo kinachohitajika sasa hivi ni kuja na kuipa timu makombe. Jeff amezungumza point. Mimi nikitazama kikosi cha Simba sasa hivi wana kila sababu ya kwenda kucompete na kutoa ubingwa. So, kila eneo sasa hivi wana wachezaji. Wanachohitaji sasa hivi ni kuwa na benchi bora na ufundi ambalo itawafanya wachezaji kuwa fit, kuwa committed, and then kuwa na huyo kocha ambaye ni serial winner ambaye atawapa njia za kushinda mm. Unajua kuna muda mmeelemewa, mjui ufanye nini, lakini mna kocha ambaye anajua nini maana ya kushinda, anawapa data kidogo, mnashinda. Ndo maana ya serial winner. Sasa ukiangalia rekodi ya huyu kocha bwana Dimita, yeye kila anakoenda msimu wake wa kwanza anatoa ubingwa tu mm. anatoa ubingwa, ndio kitu ambacho Simba wanakiita kwa, kwa. kwa, kwa hiyo Hans Jeff na Sharafu, mnatuaminisha sisi ambao tunaosikiliza hivi sasa mm. huyu ni kocha mwenye sifa na anatosha ndani ya Simba? Unajua no, unajua, uh, mkai na makocha wote unawajua wewe especially hawa wanaotoka nje wanazo sifa, kitu kitakachowafelisha ni mazingira utakayowapa utakayo, mm. na muda utakaowapa sawa. So, makocha wote sifa wanazo mm. Na, na, na ndio maana wao kitaka kujua kwamba mambo hayana formula. Simba walimleta hapa Abdelhak Benshika, wakati anakuja hapa alikuwa perhaps the hottest property in African, the hottest coaching property kwenye African football pembeni labda ya mtu kama Pitso Mosimane ama Rulani Mokoena aokuja nayo, alikuja hapa, amechukua mataji ma mawili ya Afrika ndani ya kama miezi mitano tu, yeah. So, Super Cup ile alibeba, uh, kombe la shirikisho yeah. akabeba na Super Cup. tena Super Cup alimfunga Ahli. Ahli. Sasa alipokuja hapa Dar es Salaam nini kilitokea? kwa sababu It was disastrous. uh, mkai hauchukui tu ni kama, ni kama wewe wewe unaishi Siberia labda yeah, ambako kuna snow kule, ambako kuna muda ambao A labda hali ya hewa ikiwa sawasawa snow ile inaondoka, na kuna muda snow inarudi. Mm-hmm. Wewe unatoka una gari yako labda s alafu, kuna snow ile gari haiwezi kuenda yeah, sawa, kwa sababu kwenye kwenye e, barafu zile unahitaji gari ambayo imetengenezwa kwa ajili ya hayo mazingira. Sawa, mm, mm. Uh, kumleta kocha tu kama kocha afu kamtupa pale na wachezaji doesn't mean kwamba atafanikiwa. yeah. Sawa, wale wachezaji anaelewana ana, ana, ana nao kwenye ma, mawasiliano kwa sababu moja kati ya tabu ambazo zilikuwepo kwenye kwa benshika ni language barrier. Mm, sawa, okay. Yeye alikuwa azungumzi kabisa Kiingereza. Uh, anazungumza kidogo sana azungumza Kifaransa na Kiarabu mm. Kwa hiyo ujumbe paka utoke upite uwe filter, ilikuwa ni ngumu. Ni tofauti na mtu kama Gamondi ni, ni ambaye yeah. kwa mfano ni mwajentina ambaye anazungumza Kihispania lakini amekaa hapa Afrika kwenye nchi mbalimbali, kwa hiyo ana Kiingereza ambacho Mwafrika anaweza kukielewa, Mwafrika akiwemo mtanzania, sasa yeah. Sasa, uh, unapomleta kocha kwa mfano kama huyo kutoka Bulgaria. The fact kwamba alifanya kazi Botswana, it means ana uwezo wa kuzungumza Ingereza. yeah. Kwa sababu regardless una mbinu gani kichwani, kama zile mbinu huwezi kuziwasilisha kwa mtu akakuelewa katika lugha nyepesi, ni ngumu uh, kufunction yeah. uh, nadhani watu wanakumbuka kwa mfano clip ile iliyo trend wakati wa World Cup yeah. ya Havrena anawafokea wachezaji wake kwa Kiingereza alafu kuna mtafsiri yule anafoka kwa Kiarabu. Umeelewa, that is not the ideal way ya, ya, ya, ya ufundishaji, na ndio maana hata Brenna mwenyewe ulifika muda akaondoka pale akarudi kwao Ufaransa. Kwa hiyo hakuna garantii kwamba wewe kocha huyu utakayemleta, kwa sababu tu ni kocha mzuri na aliwahi kufanikiwa huko alikofanikiwa, mm. atafanikiwa hapa. Cha msingi ambacho anatakiwa kuangalia ni kustadi mazingira alikofanikiwa mm, na kujiuliza kwamba haya mazingira anaweza ku, unaweza kuyareplicate hapa. Sasa kwenye hicho kigezo uh, huyu Dimitri Pantev anatiki kwa sababu he is from Bulgaria ambako anazungumza lugha yao ya Kibulgaria mm, ambayo sio Kiingereza lakini ana uwezo wa kuzungumza Kiingereza ambacho Mtanzania anaweza kukielewa. Yeah, okay. Amekwenda kama aliweza kwenda Cameroon. Unajua Cameroon ni nchi ambayo ina ina dialects mbili, kuna Francophone na Anglophone. Na na nadhani wale Victoria United wanatokea kwenye eneo ambalo linazungumza Kiingereza. Amekwenda Gaborone nako. Kwa hiyo cha msingi ni hicho, kwamba ayu uko tayari kumpa muda kwa sababu obviously hmm. hawezi kufanya kazi kwa haraka haraka, yani akadeliver kile ambacho unakitaka. una na hiki Hans, kuhusu team building, timu zinajengwa kwa mazingira tofauti. Kuna ujenzi mkubwa kuna ujenzi mdogo na kuna marekebisho marekebisho. Mm. Na kila timu mkai ina cycle ya mafanikio kila timu ina cycle ya mafanikio. Hiyo cycle mara nyingi inaweza ku last anywhere between miaka kati ya mitatu mpaka mitano. Kuna anomalies ambapo unakuta timu imefanikiwa kwa muda mrefu kwa sababu ya mazingira fulani. Mamelodi Sundowns wametoa ubingwa wa ligi ya South Africa miaka nane, misimu minane mfululizo. Mm. Juventus wametoa wakati ule uh, Serie A mm. misimu tisa Bayern na Bayern imekwenda 10 11, lakini hizo ni anomalies za ligi husika, kwamba ukiangalia Mamelodi Sundowns the richest club in South Africa wananua wachezaji bora wote um, na ukiangalia Bayern Munich ni hivyo hivyo, ukiangalia Juve wakati ule ni hivyo hivyo. Kwa hiyo ambacho huwa kitu tuna fail hapa Tanzania ni kwamba oh, wa Tanzania tuna unrealistic demands kwa kocha. Mm, yani unrealistic demands kwamba tunataka vitu huku ha, havina uhalisia sawa. Timu ambayo imesajiliwa wachezaji kumi wapya kwa msimu, hiyo ni almost karibu timu mpya unajua, hmm. unless labda uwe na mazingira kama yaliyoko Yanga sasa hivi kwamba unajua, Yanga wana kundi la wachezaji kumi na tano ambao tayari walikuwepo na wanaweza wakakutengenezea timu ambayo Ina, inaweza ikashindana kuwania ubingwa ubingwa. Okay. lakini katika kundi hilo la wachezaji pia kuna watu ambao wa, wa, wanaelekea end of cycle ya muda wao wa kuwa wachezaji wa kutegemewa wa, wa ni wa. Kwa hiyo ambacho najaribu kusema ni kwamba mm, lazima uiassess timu yako kwamba hii timu inategemea wachezaji gani, wachezaji wapya au wachezaji ambao tayari wapo? Okay. Waoa yeah, wachezaji wanaelekea mwisho wa cycle, au wako katikati ya cycle, au wamefika peak, kwa hiyo ukiangalia Simba mm. team building ya msimu uliopita ndio kama kitu kilichotokea msimu huu, kwa sababu kuna wachezaji wapya wamekuja, kuna wengine wameondoka, wa lakini kocha huyu ambaye kama huyu Pantev, kama kweli ndio atakayempa kazi yeah. kama wanafumba macho na kusema kwamba bwana, sisi tunakupa misimu mitatu of course, it's, it's impossible misimu mitatu ya nini yeah? <laughs> ya kujenga timu, kwa sababu uh, unajua, unajua mkai ndio? Una ha, mimi, nakuwa, kwa... Kwa lewa, ya kujenga timu ndio, ya kwa sababu bila mataji hutegemei kwamba yeah. Simba imekosa mataji kwa misimu minne mfululizo mm. Wanaweza wakakosa tena kwa misimu mitatu it's almost impossible. Inaweza kutokea kama it's possible, inaweza yeah. ikatokea it's life, lakini ambacho mimi najaribu kusema ni kwamba wakati mwingine kwenye mpira wetu tunatakiwa tuwe realistic mm. Haiwezekani kwa mfano kocha anafanya vizuri kwenye ligi akatolewa kwenye michuano ya kimataifa alafu ukamfukuza kwa sababu sisi Tanzania hatuna timu ambayo inaweza kutoa ubingwa kama CAF Champions League mm-hmm. Kwa wakati huu. Tunaweza okay, kupambana kwenye shirikisho lakini kutoa ubingwa. Kwa hiyo ambacho najaribu kusema ni kwamba tujenge, tujenge timu na kumpa kocha uh, nafasi in realistic way, katika njia ambayo ina uhalisia. Sawa, sawa. Ashraf, uh, international break ni kama watu wengi wanaitumia kama muda ambao akaipata timu yake akatengeneza timu yake, na wakati huo pia kocha wa ameshapatikana wameshapatikana. Na unafikiri hiyo international break, yaani muda mfupi wa maandalizi ya michezo ya ligi kwa wakati michezo kimataifa inaendelea mm. utakuwa ni muda wa kutosha kwa kile ambacho Simba wanakiamini pindi ambapo watapata kocha mpya? Kwangu mimi, huwezi kuwa muda wa kutosha, lakini utakuwa ni muda ambao utamsaidia mwalimu angalau kuanza kuweka ile idea yake ya nini timu yake anataka icheze, kwa sababu huyo mwalimu ajienda pre-season huyu mwalimu pia e, haja hakuwepo msimu uliopita. Kwa hiyo manake kila kitu kwake ni kipya kwenye timu. Na ili ufanye vizuri, manake unahitaji hiyo combination kuanzia kwenye management team, pia kujua wachezaji kwa ujumla ndio uweze kufanya vizuri, lakini pia kujua hata mazingira unayoenda kufanya nao kazi, kwa maana ya kujua hii ligi ambayo unakuja ku compete. Tunafahamu kwamba Simba malengo yao, unajua hata kama akija kuambia kwamba tunajenga timu, lakini humo kwenye kujenga timu wana demand ubingwa. Unaelewa, tofauti na wenzetu. Wenzetu huko mbele wanaweza kukubaliana kwamba tunajenga timu na kuna mtu ambaye anafikiria ubingwa, lakini kwenye maiki kio kija nje wakiojiwa, viongozi watakwambia tunajenga timu, lakini wakikaa huko wana demand ubingwa pia yeah. kwenye, kwenye hiyo namna kujenga timu. Kwa hiyo huu muda licha hauwezi kutosha mm. to be honest lakini kitu kizuri ni bora angalau hata huu muda umepatikana, kwa sababu angekuja wakati ligi bado inaendelea, manake angepata wakati mchache yeah. wa kuweza kuitengeneza timu, lakini kama kuna international break kuna wachezaji wachache atawakosa ambao wataenda kwenye hiyo break, lakini au wengine ambao hawajaitwa kwenye national team, maana yake ataanza kutengeneza kile ambacho yeye anataka kiwe kwenye timu yake. Nimeangalia kwenye transfer market hapa Pantev na Fabu wote wanatumia 433 433. Je, ni makocha ambao wanafanana aina ya ya ufundishaji ama wanautofauti mkubwa sana? Maanake linayo tuliangalia pengine ndio miongoni mwa zile sifa ambazo tunazizungumza. Yeah. Tunazungumza uh, nadhani mara nyingi sana Fadwa amekuwa anatumia 4231 akiwa na Simba. Okay. Yes, uh, inaonekana mfumo wake pendwa ni 433. 43 no. Lakini inawezekana alipokuwa Simba kuwa na huyo 6 ambaye anaweza kuleta balance ya kumfanya cheza na 433. Mm. Lakini pia nimemwona kocha wa Gaborone naye anatumia kwa 4231 uh, kwa hiyo inadepend yeah. Uh, cha msingi 433 na 4231 U, unakuwa na midfield ambayo ni, ina triangle isipokuwa zile triangle zinabadilika. 433 unakuwa na triangle ambayo imeangalia chini kwa sababu unakuwa na namba sita mmoja, mm. na viungo wawili washambuliaji, then kwenye 4231 una triangle ambayo imetazama juu una viungo wawili wa chini na kiungo mshambuliaji mmoja. Kwa hiyo zote ni triangle isipokuwa unaamua uwe na uimara na, na zaidi wa kiulinzi au uwe na idadi kubwa ya, ya watu wa kushambulia kwa hiyo ni vitu tofauti, lakini mimi nachoamini, naamini zaidi kwenye mwalimu ambaye anabadilika mm. Leo anaweza akatumia eh, anaweza akatumia 431, mechi ijayo akatumia back 5 au back 3, mechi ijayo akacheza na, na 433, anahitaji kuattack kuattack zaidi. Kwa mfano mimi nitakwambia nikiwa anacheza mechi nyingi za ligi kuu yeah. nitahitaji zaidi kutumia 433. kwa sababu timu ambazo unakutana nazo nyingi zinapaki basi muda wote zina setback, kwa hiyo unahitaji kuwa na idadi kubwa ya viungo wa washambuliaji. Nitaweka six mmoja kwa ajili ya protection, then nitaweka viungo wawili, washambuliaji, na mawinga wawili na mshambuliaji mmoja, tayari na attack na attack. lakini ni ngumu sana kwenda kucheza mechi ngumu. Kwa mfano unacheza na Yanga, unacheza na Azam, unacheza na Singida afu niende na six mmoja. Kwa sababu utakutana mm -hmm. test kweli kweli wa wanawatu kwa hiyo